Wewe, ni yaka... wangu hey! We nipo chooni, umeacha hapa jamaliza kula. Tabia za ajabu jamani, sema za kula bwana. Chooni toe vyombo, utoe vyombo Bwana, bwana ni niko sasa, mambo machafu, mambo akija mgeni akikuta hiyo hali inakuwaje? Bwana, unaenda chooni.